Sound. Noles ni muda mrefu huyu mtoto nazimia, lakini anazingua takikaa kwenye njia, yuko vizuri mtoto, kenda university, moyo mbio mbio kama unataka kubasti. Kila napopita nikimwita na kataa, naonekana yuko safi kwau, hana njaa. Najipa moyo kwamba ipo siku atataja hata kuwa wangu kwenye shida na raha. Leo kama Zari kakutana naye nikamwomba namba o, akasema baadaye. Nikamkazia akanipa hatimaye, na akasisitiza nisiasi kumpigia baadaye. Nishara nzuri huenda manzi kishalewa, na kama nikimpata nitajisi nangekewa tafanya mengi ili yazidi kulewa, na jina la kumsefu bado sijajua. Kanipa namba zake huyu mtoto nise nisefu jina gani? Kanipa namba zake huyu mtoto Nimsave jina nimse, nimse, gani kanipa namba zake huyu mtoto nimse nimse nimsave jina gani kanipa namba zake huyu mtoto nimse nimsave jina nimse, gani namuhumikisha penda huwa na kuwaga robat njuwi kuwa nami sinaga pigo za yuda sina papala na kila kitu ni muda nishazama penzini kwa kina cha bel myuda moyoni tena sina wasiwasi namini kila kitu kitakuwa safi. Madam kisha nipa contact, ni mwendo wa kumwaga sela, tukiro safi, kanipa namba zake like huyu mtoto Nimse, nimse, nimse vijina gani kanipa namba zake uyu mtoto nimse nimse vijina gani kanipa namba zake uyu mtoto nimse, nimse, nimse vijina gani kanipa namba zake uyu mtoto nimse, nimse, nimse vijina gani